Wetu tuliopewa siku ya leo inatoka katika kitabu cha Marko mtakatifu mlango wa kwanza mstari wa 21 hadi 28. Marko mtakatifu mlango wa kwanza mstari wa 21 hadi 28, itasoma kwa msaada wa Mungu.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 Je, yeah, umekuja kutuangamiza? na kutambua unani, mtakatifu wa Mungu. Yesu akamkemea akisema, kumba kinywa chako umtoke. Yule pepo mchafu akamtia kifafa, akalia kwa sauti kuu, akamtoka. Wakashangaa wote, hata wakaulizana, wakisema, nini hii? Ni elimu mpya! maana kwa uwezo awaamuru hata pepo wachafu nao wamtii! Habari zake zikaenea mara kote kote katika nchi zote kando kando ya Galilaya. Naomba tuketi wapendwa, tumepewa kutafakari siku ya leo nipewa kutafakari neno ambalo lina kichwa kikuu kinachosema Mungu ututunza kwa uwezo wake. Awali ya yote, nichukue nafasi hii kuushukuru, namshukuru Mungu kwa kutujalia sote afya njema na kutuwezesha kufika katika ibada yetu siku ya leo. Pia naushukuru uongozi wa mtaa wetu wa Kwembe pamoja na, na baraza la wazee kuona siku ya leo inafaa kusimama katika madhabahu hii kwa ajili ya kufikisha ujumbe wa neno la Mungu ambao Mungu amekusudia siku ya leo. Tatu, ila si kwa umuhimu, ni wapongeze wote kwa kazi ya Bwana, kinaonekana mnachokifanya. Niwatie moyo, kazi yenu si bure katika Bwana, mtavuna kwa wakati wake, msipozimia moyo. Bwana Yesu asifiwe. Nitatumia muda mfupi sana kwa uwezo wa Roho Mtakatifu lakini naamini kile ambacho Mungu amekusudia siku ya leo tukipate kila mmoja atakipata kwa sehemu yake. Bwana Yesu asifiwe. Kama nilivyosema, tumepewa kutafakari neno lenye kichwa kikuu kinachosema, Mungu hututunza kwa uweza wake mkuu. Tumetanguliwa na neno kutoka katika kitabu cha Marko Mtakatifu mlango wa kwanza mstari wa 28 21 hadi 28, 28, na kupitia somo hili tutajifunza mambo mengi jinsi Mungu anapotutunza sisi kama watoto wake, na tutaona vile vile kupitia somo hili kwamba ni mambo gani ambayo Mungu anatutunza. Vile vile tutakusa kidogo kuhusu sadaka ya fungu la kumi pamoja na mavuno yote hayo. Nitajaribu kutumia dakika kumi na tano sisi kama zitazidi. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, maisha yetu sisi kama wanadamu yamejaa changamoto mbalimbali. Kuna magonjwa, kuna mambo mbalimbali ambayo yanayotukabili, kuna hofu, mashaka vile vile, kuna mashambulio ya moyo ambayo yanatukabili. Lakini ni faraja kwamba neno la Mungu linatuambia kwamba hayo yote kwa Mungu si kitu, kwa maana yeye mwenyewe anatutuma mkuu Bwana Yesu asifiwe. Katika somo ambalo tumelisoma ambalo tumepata habari za Bwana Yesu akiwa katika mji wake mji mkuu mji wake wa kazi Kapernaum, tumeona mambo aliyoyafanya alipokuwa katika kutafuta sehemu ya ibada. Akaingia katika sinagogi. Katika sinagogi lile alifundisha mambo mbalimbali yakawasta wote waliokuwepo ndani ya sinagogi ile, kwa sababu walifundisha kitu ambacho hawakuwahi kukisikia. Walishazoea mafundisho ya, ya waandishi kwamba wanafundisha fulani amesema fulani anataka mfanye hivi, lakini yeye alifundisha kama mtu mwenye mamla, maana yeye ndiye aliyekuwa anaamuru kwamba hivi na hivi na vile. Bwana Yesu asifiwe. Kupitia somo hili tutaona uwezo wa Mungu ambao Yesu kwa njia kuu tatu. Itaanza moja kwa moja kwa, kwa njia ya kwanza. Njia kuu ya kwanza ambayo Yesu Kristo aliziirisha katika neno hili, tunaona kwamba Yesu Kristo Mungu anatutunza kwa neno lake kuu lenye mamlaka, kama nilivyotangulia kusema kwamba Yesu Kristo alipokuwa akifundisha, alifundisha tofauti na wale waandishi. Waandishi walikuwa wanafundisha kama wanatoa maagizo fulani amesema, lakini yeye alifundisha kama ni mtu mwenye mamlaka, na tuliona neno lake lilibeba uzima pamoja na nguvu, alikubeba hoja za kidini kama waliokuwa wanafundisha waandishi. Bwana Yesu asifiwe. Hata leo hii mimi na wewe tunapolitii neno la Mungu hakika nitatuondolea changamoto zote ambazo nilitangulia kusema hapo mwanzo katika utangulizi. Mambo yote yanayokukabili ukilitii neno la Mungu ukilishika sawasawa, ukisema kwamba wewe umeokoka ukamkaribisha Yesu katika maisha yako, Roho Mtakatifu akaja ndani yako, ukalishika sawasawa neno la Mungu, hakika yote niliyotangulia kusema kama changamoto zinazotukabili sisi wanadamu hayatakupata. Ukisoma neno la Mungu kitabu cha Zaburi 119 mstari wa 105 neno la Bwana linasema, neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia zangu. kwa Yesu asifiwe. Ha, utakapokuwa na neno la Mungu pale, utakapokuona kwamba hapa haujui njia ya kuendea nipi, neno la Mungu litakuangazia. Na utakapoona mbele umefikia mwisho hauoni, unaona ni giza neno la Mungu litakuangazia na utaona unapoelekea na utafika unapotaka kufika, kwa uwezo wa Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu vile vile anatufundisha kupitia lile neno. Njia ya pili ambayo Mungu anatuonyesha kwamba yeye anatutunza, tunaona kwamba Mungu anatutunza anatupa ushindi juu ya nguvu za giza. Tuliona pepo mchafu katika hadhara ile ndani ya sinagogi alijaribu kuharibu alijaribu kuchafua kuleta fujo, lakini Yesu Kristo alimkemea na akanyamaza kimya na akamtoka yule aliyekuwa na mapepo. Hili inatufundisha kwamba Yesu Kristo anapokuwa kwako, hakuna nguvu yoyote ya ibilisi, hakuna jambo lolote litakalo kuja kwako na kukushinda, bali Mungu ndiye atakuwa kiongozi wako. Na haya yote yatakwenda kutoweka. Bwana Yesu asifiwe. Tunajifunza kwamba Yesu Kristo anapokuwa ndani yako, na huo ndio ujasiri kwanza. Nao niwaeleze nachoshukuru, pamoja na hekaeka zote alizokuwa nazo ibilisi, lakini kwa Yesu Kristo anasalema, wewe ukimshika Yesu ukamweka ndani ya moyo wako, ndio maana kwamba utakaposema kwa jina la Yesu, yeye anayeliheshimu, shetani analiogopa na ataliheshimu jina la Yesu ataondoka hata shetani anapotaka kuja kukushambulia wewe, kama mwanadamu akija, kama kweli umeokoka sawasawa na kumuweka huyu Yesu ndani ya moyo wako, hata kuona wewe, shetani anapotaka kushambulia akuoni wewe, bali ataliona neno la Mungu, atamuona Yesu Kristo ambaye yuko ndani yake, ndio ndani yako. Tunaona shuhuda mbalimbali, tumeshaona kwa wale wachawi ambao wamepata neema ya kuacha uchawi na kuokoka wanapokuwa wanashuhudia, wanasema kwamba tulikuwa tunataka kwenda kwenye nyumba za watumishi, mchana nyumba inaonekana vizuri kabisa, wakipanga mashambulizi yao usiku, wakienda lile eneo, wanachokuta pale ni moto, wanaishia kurudi. Kile walichopanga kukifanya hawakifanya. Huyo ndiye Mungu tuliye naye na huyo ndio Yesu tuliye naye, ambao ukimshika sawasawa, shetani hata afanye kitu gani, kamwe hawezi kukushinda. Nakumbuka zamani nikiwa mdogo Dodoma nilipokuwa nikiishi, tulikuwa tunaishi katika nyumba za Lelwe, nilikuwa na wazazi. Nakumbuka kuna siku ilikuwa ni kama majira ya saa moja kama majira ya saa moja usiku tukiwa tumekaa kwenye uwanja. Nyumba za Lelwe zilikuwa zinajengwa kama ukuta na mlango, ukiingia unakuta uwanja mkubwa, halafu ndio unakuja kukutana na korido. Sisi watoto tulikuwa tunacheza kwenye ule uwanja kwa ndani, mlango ulikuwa wazi. Mama alikuwa anachagua mchele pamoja na dada zangu alikuwa katika maandalizi ya kupika. Ghafla iligongwa hodi, ilipigwa hodi, baada ya kupigwa hodi kama nilivyosema mlango ulikuwa wazi, akaingia mtu. Kuingia mtu ndani moja kwa moja alikuwa amevaa zile nguo fulani nyeusi, kaacha tu sura yake hapa, kote huko akajifunika, akaingia. Akanikaribisha ndani akaingia moja kwa moja, yaani ile hodi karibu moja kwa moja akashafika pale kwenye corridor. Mama akamwambia karibu usiku, akasema nauza. Kwanza alipoingia afika pale akasema nauza mafagio. Mama akamwambia usiku, unauza mafagio? Wewe unakaa wapi? Akatujibu pale pale, akasema, mimi nakaa Tanga. Alipojibu tu mimi nakaa Tanga, ghafla akaanza kuangaza huku na huku ngaza huku na huku, akaanza kutetemeka miguuni. Sasa sisi wote tulikuwa tumepigwa na kutoa, tunamshangaa. Wakati tunaendelea kumshangaa, akageuka, akamaka, akatoka. Akati anatoka tukafuata sasa nyuma, tuangalie huyu vipi, anaelekea wapi, ni nani? Kufika nje alipotea. Ndio kurudi ndani, mama akagundua, akasema huyu akuwa ni mtu taka kuambia watumishi wa Mungu ni kwa, si kwamba aliingia kwa zunguni lake aliyokusudia, lakini ndani ya nyumba alichokikuta si kile alichokitarajia. Ndio maana nakwambia kwamba unapomshika Mungu sawasawa sawa. Shetani anapokuja kwa lengo la kufanya uharibifu, hata kuona wewe hataiona nyumba yako, bali atamwona Yesu Kristo ambaye yuko ndani ya nyumba yako. Neno la Mungu linasema katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa nne mstari wa nne, yeye aliye ndani yenu ni mkuu kuliko yule aliye katika dunia. Bwana Yesu asifiwe. Yeye yaani nani? Yesu unapompokea kisawasawa, akae ndani yako, unaambiwa kwamba ni mkuu kuliko yule aliye katika dunia baye ni ibilisi. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la tatu ambalo tunajifunza kupitia neno hili ni kwamba Mungu anazihirisha nguvu zake kupitia mamlaka yake katika maisha yetu. Tumeona kwamba watu walishangaa mamlaka ya Yesu ikijidhihirisha, walishangaa aliyokuwa anayafanya, aliyokuwa akifanya mambo mbalimbali wakashangaa wakaona kwamba ni kama kitu kipya ambacho kinatokea pale. Vivyo hivyo hata sisi leo hii Yesu Kristo anatutunza kwa kutenda mambo mbalimbali ya ajabu katika maisha yetu, ili na wengine wapate kuamini. Kwa hiyo uwepo wa Mungu kwetu ubadilisha maisha yetu na kwa ushuhuda wa wengine. Kwa hiyo Yesu Kristo kuwa kwako, hautabaki wewe kama jinsi ulivyo, atakubadilisha. Na akikubadilisha utabaki umebadilika hivyo jinsi ulivyo, ukabaki hivyo hivyo, bali utakuwa ushuhuda kwa wengine, na hao wengine wataenda kwa Yesu kupitia ushuhuda waliouona kwako. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu katika Zaburi ya tisini na moja mstari wa kwanza na wa pili unasema kwamba akae mahali pa siri ake aliye juu atakuwa chini ya uvuli wa Mwenyezi. Bwana Yesu asifiwe. Tuendelee kukaa kwa Mungu, tuendelee kumshika yeye, tushike mafundisho yake, kwa kumaanisha tuangalie nini neno la Mungu linataka mimi na wewe tufanye, ili tuote tukae katika mstari kwa ajili ya kuulizi ufalme wa Mungu na hata shetani anapotaka kutusogelea, basi anakuta saali, tumeshazingirwa na hatutafanyiwa kitu chochote. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, kama nilivyosema, nashukuru Mungu amekuwa mwaminifu katika kuhitimisha somo letu la leo. Tunafahamu kabisa kwamba leo tumeshatoa fungu la kumi na vile vile, tuna sadaka zetu za mavuno mbalimbali ambazo tunaendelea nazo kwa ajili ya ujenzi wa hekalo la Mungu. Ninachotaka kuwatia moyo ni kwamba kupitia somo hili kwamba Mungu hututunza kwa uwezo wake mkuu, kwamba Mungu anatu, ametupa ujumbe. Mungu anatutunza kwa kutupatia riziki zetu mbalimbali za kila siku, vile vile kwa kumwaga baraka, kumkemea mharibifu na kutufanya kuwa ushuhuda kwa wengine. Ukisoma Malaki tatu kumi mpaka kumi na mbili utapata habari hii. Unapotoa fungu la kumi usihesabu kwamba ni asala, bali ni ishara ya wewe kumtegemea Mungu katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Fungu la kumi ni ushuhuda kwamba riziki zetu zote zinatoka kwa Mungu. Kwa hiyo unapomrudishia Mungu sehemu ya kile alichokupatia unaonyesha kabisa na kukiri kwamba familia yangu inalishwa na Mungu, maisha yangu yote yametawaliwa na Mungu, na kila kitu ninachokifanya kinatawaliwa na Mungu. Kwa hiyo unapomrudishia Mungu ile sehemu ya kile kidogo alichokupatia, ukimrudishia Mungu, unaonyesha na appreciate kile Mungu anachokifanya juu yako. Ukisoma katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati mlango wa nane mstari wa kumi na nane neno la Bwana linasema lakini utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana yeye ndiye akupae utajiri. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, sasa, ili uweze kupokea haya yote, kuna kanuni moja kuu ipo katika Biblia, unatakiwa uifuate kwa kuifuata hiyo utakuja kuhangaika, ambapo neno la Mungu linasema kwamba kila mtu kutoka wa Korinto wa pili mlango wa tisa mstari wa saba kila mtu na atoe kama alivyokusudia moyoni mwake, si kwa uchoyo wala si kwa kulazimishwa, maana Mungu ampe- anampenda yule atoae kwa moyo wa ukunjufu. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio kanuni tunayopaswa kutembea nayo. Usikubali kushirikizwa na mzee wa kanisa kutoa sadaka yako aidha ni mavuno au fungu la kumi. Usikubali kushirikizwa na kiongozi wako wa jumuiya kutoa sadaka ya mavuno. Unatakiwa mwenyewe utambue ndani ya moyo wako na ujue kabisa kwamba unapofanya hivyo unatii agizo la neno la Mungu, na kwa kufanya hivyo, hicho ndicho Mungu anachokipenda. Toa kwa hiari yako mwenyewe. Na kama nilivyosema kwamba utakapotoa, jua kwamba unaendelea kukiri ushindi juu ya Mungu na hakika kwa uaminifu, kwa sababu Mungu mwenyewe ameshahidi katika Malaki, ameahidi kwa hiyo baraka zile zote endapo utatoa kwa uaminifu kumaanisha zote zitakujilia na zote zitakuja juu yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tuzidi kumtegemea Yesu. to, kila siku maana katika mkono yake tuko salama. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni salama mik Wapendwa, naamini ametumia muda vizuri na kila mmoja amepokea sehemu ya hitaji lake. Haleluya, yes. Asante magazeti leo hatujayaona sivyo? Hayapo, naomba wauza magazeti kama yapo, mtusaidie kufanya kitendo cha kuyauza. Lakini kamati yetu ya mali za muda naona tutatoka pamoja na kwa eyeti ya ugonya, karibu kamati ya mama.